Kama mwanamke hasa kipindi tukiwa wajawazito, shida tunayoipata yaani, unapokaribia kujifungua unaanza kuwaza kwamba endapo nitaumwa leo na nikapitishwa labda nenda Ilembo itakuwaje na nitafikaje? Kwa hiyo kwa upande wetu imekuwa ni ngumu. Watu wanafanya kubeba kwenye pikipiki, alafu nakuta ni utelezi, hata pikipiki kupitika, inakuwa ni shida, ni barabara ili kurahisisha usafiri wa kwenda kupeleka, ili waende wakale Ulaya huko na sisi tupate hela hilo tumelipigania maji yamefika, nawapongeza sana na kupongeza wewe mwenyewe mheshimiwa mbunge. Nampongeza rais wetu Samia kwa kutujali wanachizuvi na wanaisonso. Na mimi Isonso hapa kama nyumbani, nina cha kusemea mheshimiwa mbunge na wananchi. Juzi tulivyofanya mkutano, wakasema kwa kweli, wewe mwanaisonso mwenzetu, kazi Isonso kwenu umefanya, hatuna deni na wewe we, zaidi ya barabara Isonso mpo. Mheshimiwa mbunge kwenye siasa humu kunakuwa na maneno mengi, lakini mimi nacha kukubali, mzee wangu, huwa mara nyingi umechagua kukaa kimya. Mimi mwenyewe niko kama wewe tu, nimechagua kukaa kimya kwenye maneno, huwa napenda sana vitendo. Ndio maana mimi ukija Isonso kwetu wananiamini kwa sababu ya kuto kuongeaongea maneno, mimi napenda vitendo kama hivi leo. Mimi nilivyoona mara ya kwanza, naona ile taarifa nikaona hivi, mimi ndio sijui kusoma au kwa sababu mimi ni darasa la fomu two feria, ndio shida hii kweli, siwezi kusoma haya mahera. Mahera ni mengi, nawaambieni wana Isonso, mheshimiwa mbunge akisimama kuyasemea mahera ya barabara hapa, sijui kama wote hamtashika vichwa hela ni nyingi, mpaka mimi mwenyewe kuzitaja kujumlisha masifuri tunaweza tukajumlisha sasa hivi mpaka jioni. mbunge Bora ni manasenjeza bomba. Mheshimiwa mbunge, changamoto ya umeme ni baadhi ya vitongoji tu, lakini Mheshimiwa mbunge, umeme upo kwa kila kijiji japo haujaenea uh, kwenye vitongoji vyote. Najua jitihada ilivyo ni kubwa, na sasa hivi nafahamu mkandarasi amekuja juzi juzi, ametuambia yuko tayari kwa ajili ya kutuongezea nguzo, lakini wananchi, hata tukiwaambia yote hayo, hawatusikilizi mheshimiwa. Wenyewe kila siku ni barabara tu, barabara, barabara, barabara, barabara. Hawasemi mambo mengine yote, na wametuhakikishia kwamba Isonso hapa, si ndio mlivyosema? Na nukuu mlichosema, wame wamesema Isonso hapa mheshimiwa mbunge barabara ikifika, usije hata kupiga kampeni, si ndio mlivyosema? Wamesema juzi, wameniambia juzi, wamesema wewe na mbunge ikifika barabara huku, sisi tutawasaidia kwenda kupiga kampeni kwingine, si ndio mlichosema? Tulikuwa na mkutano hapa Jumanne ya wiki ya wiki jana, mheshimiwa mbunge, kwa haya anayo yasema na yasema yale ambayo wananchi wamenituma, na ndio tumepata bahati afu uzuri Niliwambia siku yoyote kuanzia leo tutapokea ugeni mkubwa, au sio? Jamani, ugeni si ndio umefika? Hata mimi sikuamini, kwa umeme utafika Shizuvi, utafika Isonso, sikujua. Lakini nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu kila siku ya kwamba, Mungu unafanya matendo yako kupitia sisi binadamu, ebu tuhurumie watu wa Isonso nao umeme wauone, watu wa Isonso barabara waione, watu wa Isonso maji wayaone. Ndugu zangu, kwa kweli mpaka uwe na imani ndiyo haya matendo yote yanaweza kufanya nini, kutendwa. Lakini yote ni mahusiano, usijukasema kote kuko hivi hivi au ni kujiuliza huko nyuma kulikuwa na matatizo gani? mbona vitu hivyo havikuja? Au Mwashibanda alibeba mgongoni? Sasa hawe watu wengine, kwa nini hawakubeba mgongoni? Sasa ndio imani ya binadamu, wakati mwingine hatukumbuki mazuri. Na kabarabara karami kanatokea Mbalizi, Ilembo, Shikamba kanakuja, afu barabara ya nguvu inaanzia Ilembo, Shizuvi mpaka Isonso madiwani wenu kaniambia hapana, sio lazima ifike mpaka kule. Ebu toboa hapo katikati, iende mpaka Ilembo, lakini unganisha vile vile. Kuna barabara ingine ukitoka Shilanga kulia, Dimbwe kushoto, Ilembo, na hiyo inakuja. Nimesema leo akiigai kufanya nini? Kuahidi? leo nimekuja na nini? Majawabu. Kwaio ninachowaambia haya ni nini? ni majawabu. Mima jawabu. Katika kata ya Shizuvi, napenda kutoa taarifa ifuatayo. Mheshimiwa mbunge amehangaika sana kutafuta fedha ambazo zitakuja kutumika kujenga barabara hii ya Ilembo Isonso, lakini sio hiyo tu, ni pamoja na barabara nyingine inaitwa Ilembo Mwala Sapanda. Ilembo Isonso itakuwa na kilomita 18.75 na itafika hapa mahala ambapo tupo. Mheshimiwa mbunge, pamoja na wananchi wa Isonso, napenda kutoa taarifa kwamba tumepata idhini yenye thamani ya shilingi bilioni 2.6 itakayotumika katika kujenga barabara hii ya Ilembo Isonso Shizuvi, pamoja na Ilembo Mwala Sapanda. Mheshimiwa mbunge, pamoja na wananchi wa Isonso, sasa hivi tupo katika taratibu za manunuzi. Manunuzi ni taratibu zile za kumpata mkandarasi atakayefaa kuja kujenga barabara hii kwa viwango ambavyo tunavitaka. Kwa hiyo baada ya kukamilisha manunuzi hayo, Mheshimiwa mbunge, kwa idhini yako, tutaomba kuja kusainia mkataba huo hapa kama itaweze Tukisaini hapa mkataba na mkandarasi, tutakuja naye hapa ili aweze kuanzia huku kuelekea Ilembo, kwa maana ya kilomita 18.75. Mheshimiwa Mbunge na wananchi wa Isonso, naomba kuwasilisha taarifa. Isonso oyee! Isonso oyee! Jamani, yeah, nashukuru sana, nawashukuru mno na mulisema mmebakiza kitu kini, kimoja tu au sio? Si tumeshamaliza sasa yeah. Na pesa iliyokuja haijawahi kutokea hata kwa wilaya nzima bilioni mbili na milioni mia sita haijawahi kutokea. Kwa hiyo mjione nyewe ni washindi wakubwa kwa kata mbili tu kata ya Ilembo na Shizuvi bilioni mbili na milioni mia sita na mheshimiwa diwani kasema kwa yeye hata hayo masufuri hajui ni mangapi, ni hela nyingi na hii barabara itakuwa ya mfano, na tumeiombea hii barabara pamoja na hiyo, kwa vile niliambiwa ile milima ni ileje, na kuna barabara ingine kule nafikiri inahudumiwa na TANROADS, kama sikosei. Sasa tumeziombea hizi barabara kwa baadaye zinaweza zikapandishwa hadhi au kukaimishwa. Woo! Lakini hiki kwa kiwango kilichotoka, hata ingekuwa barabara ya kitaifa siyo hela nyingi kiasi hicho. Yaani hapa mmemaliza kila kitu. Hebu naomba mpigie makofi huu bwana. Mama Samia oyee! Barabara oyee! Naitwa Esther Marcus mdem, ni mwananchi wa kijiji cha Isonso. Kama mwanamke, hasa kipindi tukiwa wajawazito, shida tunayoipata, yani ukipata, yani unapokaribia kujifungua unaanza kuwaza kwamba endapo nitaumwa leo na nikapitishwa labda nenda Ilembo, itakuwaje cha kwanza tunaanza kuulizia mtaalamu atakuwepo au itakuwaje na nitafikaje. Kwa hiyo kwa upande wetu imekuwa ni ngumu. Watu wanafanya kubeba kwenye pikipiki afu nakuta ni utelezi, hata pikipiki kupitika inakuwa ni shida. Kwa hiyo kwa kukaa huku, mtu anayekaa kwa mama mjamzito kweli tunapata shida, hasa wale wanaopewa rufaa ya kwenda mbele. Kwa kweli nashukuru kwa huo ujumbe wao, lakini naomba iwe ni kweli, maana hicho ndio kinachotutia moyo tukiwa huku kupitika kwa barabara kwetu ndio limekuwa shida. Mambo mengi yanakwama kwa ajili ya, ya barabara. Kitu chochote akiwezi kwenda mbele bila hiyo barabara. Ukizi afya kitu chochote yani, hata daktari tu kama amesafiri wakamwambia kimbia, kuna mgonjwa kwenda kumhudumia mara moja nyumbani, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunaomba, kwa hiyo a, nani, tamko alilotoa tunaomba kweli litekelezeke kama alivyotuahidi. Mimi ni Nyangiswe ni mafara mtafia ni wa kijiji cha Isonso kweli hoja zetu hapa tunapulia kilio cha barabara hii kwamba kutusaidia. E, tuna matatizo mengi sana kwa kusafirisha mazao ni shida. Kama sasa hivi inaweza kuonekana kwamba unasafirisha mbao sasa hivi, wa, wale wavunaji wa mbao wameacha, wamekimbia huko milimani ambako barabara inapitika, lakini kwetu huku tuna miti lakini bado tume ndio changamoto ya barabara zaidi, hata kwa kusafirisha tunashindwa pia. Sasa hivi hata tukimleta mgonjwa ni tatizo, mvua zikianza kunyesha, kumpeleka na pikipiki ni shida kabisa, ni uterezi. Sasa tunakamata mawili kwamba watafika salama na mama huyo, paka kufikia paka Irembo. Ndio maana kilio chetu hicho, ndio tunalia kabisa kwamba angalau ituone na sisi kwamba ni Watanzania.